Leo katika safari yetu ya hekima, tutagundua kwamba viongozi wa Kiyahudi hapa Kapernaumu wanaongezeka katika uadui wao dhidi ya Yesu. Hawapendi ukweli kwamba Yesu amejitambulisha kama mkate wa uzima ulioshuka kutoka mbinguni. Sasa Injili ya Yohana inatuandikia katika sura ya saba mstari wa kwanza kwamba Yesu hakuweza kuzunguka Yudea kwa sababu Wayahudi walikuwa wanatafuta kumua. Ndiyo, alikuja kufa msalabani, lakini Yesu ndiye lini atakufa na wapi. Na wakati huo huo, baadhi ya viongozi wa kidini sasa wamefika na watajaribu kutafuta kosa fulani kwake. Injili ya Madhayo inaendelea na mazungumzo yao na Bwana katika sura ya 15 mstari wa kwanza: Mafarisayo na walimu wa sheria walimwendea Yesu kutoka Yerusalemu na kumuliza, mbona wanafunzi wako huvunja mapokeo ya wazee kwa maana hawanawi mikono walapo chakula. Sasa unahitaji kuelewa Mafarisayo walikuwa wanafundisha kwamba ukikula chakula chako kwa mikono iliyotakaswa kidini, basi hiyo ilikuwa ni uhakika kwamba utaweza kula mkate katika ufalme wa Mungu. Kwa maneno mengine, uliingia mbinguni kama mikono yako ilikuwa safi, bila kujali chochote kuhusu moyo wako. Sasa Injili ya Marko inaongeza jambo fulani kwetu katika sura ya saba mstari wa pili. Inatuambia kwamba hawa viongozi wa kidini waliona baadhi ya wanafunzi wa Yesu wakila kwa mikono iliyokuwa najisi, yaani ambayo haikuoshwa. Yaani je, wanafunzi hawakuelewa kwamba hii ya kunawa mikono ilikuwa ni desturi tu? Mstari wa tatu unasema wa wazee. Sasa wazee hapa inamaanisha viongozi wa kale wa Kiyahudi. Hizi siyo tu sheria za kawaida, hizi ni sheria za zamani zilizoridhishwa na hawa wazee. Je, Yesu haelewi kwamba hati sheria vema machoni pao? U, Yesu ni mjanja mwasi, yeye kwa namna fulani anavuka mipaka ya dini, na sasa wamefika hapa ili wamrekebishe. Lakini Yesu ndiye atakayewarekebisha hapa. Hatakubali kabisa mila zao kuwa muhimu kuliko ukweli. Kwa hiyo anawaambia hapa kwenye mstari wa sita, Isaya alitoa unabii vizuri juu yenu enyi wanafiki. Kama ilivyoandikwa watu hawa wananiheshimu kwa midomo yao lakini mioyo yao iko mbali nami. Unaona Yesu anasema hapa ninyi Mafarisayo mnavaa barakoa mbele ya kila anayewaona. Mikono yenu ni safi. Kwa kweli, huenda hata hakuna uchafu wowote chini ya kucha zao kwa njia, lakini kuna uchafu kwa namna fulani umejaa mioyo yao, na Yesu bado hajamalizana nao. Sasa anafichua nia iliyofichika ya mioyo yao katika eneo moja maalum, mstari wa kumi. Musa alisema, waheshimu baba yako na mama yako, na yeyote anayemkashifu baba au mama lazima awawe. Lakini ninyi mnasema ikiwa mtu anamwambia baba yake au mama yake, chochote ambacho ungepata kutoka kwangu ni korbani, yaani kimetolewa kwa Mungu, basi hamumruhusu tena afanye chochote kwa ajili ya baba yake au mama yake. Hivyo mnalifanya neno la Mungu kuwa bure kwa sababu ya mapokeo yenu mliyoyapitisha, na mambo mengi kama hayo mnayafanya. Sasa Yesu anatoa mfano huu unaogusa sana dhamiri. Mafarisayo hawakutaka kuachana na pesa zao ingawa amri ya tano ilikuwa wazi kabisa kwamba watoto waliokomaa wanapaswa kuwaheshimu wazazi wao mama na baba yao. Kwa kweli amri hiyo ilikuwa zaidi kuhusu kuwatunza wazazi katika uzee wao kuliko kusema tu e, ndio bwana au au hapana mama. Ndio mama. Si sasa, hakuna ubaya wowote kusema ndio bwana, hapana mama. Hivyo ndivyo mama yangu alinionyesha nikiwa mtoto mdogo. Lakini amri hii inahusiana zaidi na kuwasaidia wazazi wanaozeeka kifedha. Na ili kuepuka kutumia pesa zao kuwatunza wazazi wao wanaozeeka, hawa Mafarisayo walikuwa kimsingi wanasema, unajua mama na baba, pole sana, mimi mimi nina pesa ya ziada, lakini hebu sikilizeni, nimeitolea kwa Mungu, ni korbani, imetolewa kwa Mungu. Sasa bila shaka hilo lilionekana la kidini sana, la kiroho sana, lakini halikuwa chochote zaidi ya upuuzi wa kidini. Ilikuwa ni maneno matupu tu, na ilikuwa ni unafiki wa kujifanya mtakatifu. Sasa katika hatua hii, Yesu anashughulikia suala la awali la kula chakula bila kunawa mikono. Anasema hapa kwenye mstari wa 15: hakuna kitu chochote kilicho nje ya mtu ambacho kwa kuingia ndani yake kinaweza kumtia unajisi lakini vitu vinavyotoka ndani ya mtu ndivyo vinavyomtia unajisi. Sasa Yesu hapa hasemi jambo la kisayansi kuhusu vijidudu, anatoa tamko la kiroho kuhusu dhambi. Unaona, waandishi na mafarisayo walikuwa wanajali mambo ya nje, kama mikono safi na vyakula vya kosha. Walidhani kwamba mradi tu wanafuata sheria, basi wao ni safi, yaani ni watakatifu kweli. Sasa Yesu anasema hapa kwamba chanzo cha unajisi wa kweli mbele za Mungu ni cha ndani, inahusiana na moyo uliojaa dhambi. Huwezi kuondoa dhambi moyoni mwako kwa sabuni. Kwa kweli, huwezi kuondoa dhambi mikononi mwako hata uoshe mara ngapi. Ona, matendo ya nje hayawezi kusafisha moyo wako. Ni imani kwa Yesu pekee ndiyo inaweza kusafisha moyo wako na dhamiri yako kupitia dhabihu yake kwa ajili ya dhambi zako. Utaweza kujiondoa dhambi kwa kuosha nyuma ya masikio yako au kuwasha mishumaa kanisani au kuomba mara tano kwa siku ukiwa magotini. Sasa hebu niulize swali hili: Je, inawezekana waumini wa kweli wakaingia kwenye mtego wa unafiki wa kidini? Jibu ni ndio kabisa. Kwa kweli, hebu nipendekeze mambo machache ambayo tunapaswa kuwa makini nayo kama waumini. Kwanza, tunaweza kujikuta na hatia ya unafiki pale tunapopendelea zaidi mapokeo ya kidini kuliko mafundisho ya kibiblia. Kauli pendwa ya kanisa lililofungwa na mapokeo ni tutafanya tunachofanya kwa sababu tumekuwa tukifanya hivyo siku zote. Unaona, mapokeo ya kidini ni kama ng'ombe watakatifu. Na niambie, inaweza kuwa na faida kwako au kwa kanisa lako kuchinja mmoja wa hao ng'ombe watakatifu mara kwa mara. Ni rahisi sana kwa Mkristo yeyote au taasisi ya kidini kuanza kulinganisha desturi za kitamaduni na mafundisho ya kibiblia. Hili hapa ni jambo la pili la kuangalia. Tuko kwenye hatari ya unafiki pale tunapojali zaidi jinsi kanisa linavyoendeshwa kuliko malengo ya kanisa. Unajua, moja ya mambo yanayogawanya sana kanisani siku hizi ni muziki. Kwa watu wengi, muziki kanisani kwa kweli ni muhimu zaidi kuliko dhamira ya kanisa. Sasa nani alisema huwezi kuwa na vyombo vya muziki kanisani? Nani alisema kwamba vyombo pekee vinavyoruhusiwa kwa ibada ni piano na kinanda? siwezi kupata mstari wowote wa Biblia unaounga mkono desturi hiyo. Kwa kweli, siwezi kupata mstari wowote kabisa unaosema ibada ianze saa saa tano asubuhi na kumalizika saa saa sita badala ya kuanza saa saa nne na madakika thelathini na kumalizika saa saa tano na madakika thelathini. Wapendwa, sidhani kama shetani anajaribu kuliharibu kanisa la mahali fulani sana kama anavyojaribu kulipotosha na kuligawanya badala ya kushambulia kanisa, nina uhakika kabisa kwamba mara nyingi shetani hujiunga tu na kanisa. Yeye yeye huwapa pande zote mbili silaha za mabishano yasiyo na maana, halafu anatazama ugomvi na mgawanyiko unavyotokea. Unaona, tunasahau kwa urahisi kwamba tumepewa malengo mawili makuu kama makanisa ya Agano Jipya, kuihubiria dunia habari njema za Yesu na kuwaandaa watakatifu kwa ajili ya huduma. Haya ni maagizo mawili ya wazi kabisa yaliyotolewa na Bwana na hatupaswi kuruhusu chochote kitupotoshe kutoka kwenye malengo haya. Hapa kuna jambo lingine la kuangalia kwa makini. Tatu, tunaangukia unafiki pale tunapojali zaidi taratibu za nje kuliko kujitoa kwa ndani. Unaona, ukitoka kwenye ibada ya kanisa, kama unafikiria zaidi kuhusu jinsi ilivyokufanya ujisikie vizuri kuliko vile unavyotamani kuwa mtifu zaidi kwa Kristo, inawezekana umevaa barakoa ya unafiki. Na, na hilo lilitokea hata kabla hujatoka kwenye maegesho ya magari. Kwa hiyo kuwa makini. Haya, hapa kuna jambo la nne la kuangalia. Tuko hatarini kutawaliwa na unafiki pale tunapojitahidi zaidi kuonekana vizuri mbele za watu kuliko nia zetu za ndani mbele za Mungu. Unajua, suluhisho la unafiki katika aina zake zote ni utakatifu wa kweli. Yaani, moyo unaomfuata Mungu. Na niwatie moyo, utakatifu wa tabia ya Mungu ulianza kufanya kazi ndani yako ulipoamini kwa Yesu Kristo. Alikupa moyo mpya, alikupa tamaa mpya za kuishi maisha matakatifu. Sasa unajisikia vibaya zaidi kuhusu dhambi kuliko ilivyowahi kuwa hapo awali. Na kama Yesu alivyoeleza kwa hawa viongozi wa kidini, maisha matakatifu au safi hayatokei kwa kufuata mapokeo ya kibinadamu, bali kwa kumfuata Roho Mtakatifu anayeishi ndani yako. Na maisha yako yanaonekanaje unapomfuata Roho wa Mungu? Basi Biblia inatuambia kwamba tunda la uwepo wa Roho katika maisha yetu ni hili: upendo, furaha, amani, uvumilivu, wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi. Hiyo inapatikana katika Wagalatia sura ya tano. Hivyo leo, wapendwa, tujiepushe na unafiki. Unafiki unazingatia mambo ya nje tu.